Habari za wakati huu, mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV popote pale unapoitazama, katika kona ya dunia ya Mikocheni, barabara ya Kawawa, karibu kabisa na TMJ, kutokana na mvua ambazo zinaonyesha ndani ya jiji letu la Dar es Salaam ndio, kama unavyoiona Global TV, tumeamua kuja maeneo haya kukuletea yale yote ambayo yanaendelea, uione hali ya mazingira ya barabara zetu, hali ya mazingira ya maisha yetu, wakati huu wa mvua inayoendelea. Ndani ya jiji letu la Dar es Salaam, presenter wako naitwa Kelvin Shayo, much respect to my big director, Amani Madebe nyuma ya kamera. Lakini kwa wakati huu kama unavyoendelea kujionea, nikupe fursa ya kuendelea kutazama vile magari yanavyoendelea kuvuka hapa, na baada ya hapo pia tutazungumza na watu wawili watatu, wakazi wa maeneo haya, tuweze kusikia mawili matatu kutokana na mvua hii ambayo bado inaendelea kunyesha. mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV katika maeneo haya, nimekutana na mmoja wa watembea kwa miguu ambaye, kwa namna moja au nyingine, mvua hii ambayo inaendelea kunyesha imeweza kumgusa kwa sababu ameweza kuvuka kutoka kule alikopita kote, akiwa anatembea kwa miguu. Jina lako kwanza, nani? Ah, mimi naitwa Ramadhani Salum Sogoti. Wajishughulishe na shughuli gani? Kazi yangu mimi ni unazungumziaje hali ya, ya, ya mvua inaendelea ndani jiji letu la Dar es Salaam ukizingatia katika maeneo haya ambayo sasa hivi unapita na kama wenzako kule wanavyoonekana wanatembea kwa miguu na usumbufu ambao wanaupata na wewe pia ambao umepitia ni hatari? Ah, mkubwa wangu kwa sababu kama hivi hali kama hii hapa tayari juzi juzi tu imejitokeza, tulikuwa tunavuka pia tena kwa mguu kule bonde la Mkwajuni kule, alikuwa mafuriko kama haya. Yani, sipati picha hata kama mvua nini kiongezeka mara mbili zaidi hapo, yani hata sielewi itakuwaje kwa kweli, hali ni mbaya uh, ungepata nafasi au ungekuwa ungepata chansi ya kushauri kitu kwa serikali kutokana na barabara zetu kama hii hapa ya, ya Kawa Road jirani kabisa na maeneo haya tuliome ya TMJ, kwako mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV, kipi ambacho ungeweza kuwaambia kutokana na barabara hii na kile ambacho unakiona sasa hivi? Mimi naona miundombinu iboreshwe pia, kwa sababu ukiangalia hapa inaonekana kama vile kungepatikana ukuta, yani kukajengwajengwa ukuta hivi, sawa ukazuia zuia, zuia. Maana haya maji yanaonekana moja kwa moja yametoka mle kwenye kimto ambacho ni kidogo kile pale mbele. Yeah. Kwa hiyo mimi cha kushauri serikali miundombinu kidogo waboreshe. Unaona pale, yani hapo kijengo hata kama kiukuta fulani yani sehemu ambapo ya kama hapa, si tuvyoona hapa ni kibonde. Unaona bonde hivi, watu wanavuka mpaka pale, yani panaonekana moja kwa moja pako chini. Sawa. So. Yeah. Eh. Kwa hiyo mimi najua tatizo tatizo, tatizo kubwa tu sana ni kwenye kimto hicho hapo. Huu mto unaitwaje? Ah, huu mto kwa jina ah, si tunafahamu kwa kule juu akutokea kwamba ni kimto kidogo cha Sasani. Sasani kinaanzia wapi? Kinaanzia mbali kidogo, kinaanzia maeneo ya maku, nani, Mikocheni kule Mikocheni kule ya. Shukrani sana kwa mchango wako na ushirikiano wako unaweza kuendelea na safari yako. Global TV tupo maeneo haya na tupo mubashara kabisa na na na na na na na tutaendelea tutaendelea kuzungumza kuzungumza na baadhi ya wakazi wakazi wengine. Hamna shida mimi nashukuru sana sana, kazi njema. Shukrani. Wa wa Global Global TV TV bado tunaendelea na tutaendelea zaidi kuzungumza na watu na wote wakazi wa maeneo haya. Hapa namuona Mr. Brother habari, saizi mambo wewe. Safi sana. Jina jina lako nani? Langu naitwa Abdalla Luambo. Global TV tuko mtaani kutokana na mvua ambazo zinaendelea kunyesha na kipi cha kuendelea kuzungumza? Ha, kwa kweli hali sio nzuri babu. Nafikiri unaona foleni mwenye jinsi ilivyo kila nakopita barabara zote zimejaa maji, ni noma. Yaani maji yaani si maji yapi na yapi mvua kama itaendelea wapi? Kigogo, Magomeni, maana nimetokea Ilala Kigogo, pale bondeni pale maji yamejaa. Hapa Magomeni sasa hivi ninavyokuambia, bonde la Mkwajuni pale amini maji ambayo yanatokea Tandale kwa kwase kumejani noma yani. Unafikiri nini kinaweza kikawa suluhisho kama ungepata chansi ya kushauri kwa namna moja au nyingine? nafikiri ni miundo miundombinu tu kutengenezwa vizuri, miundombinu kama hivi, unaona ma, ma, ma, mitalo midogo, maji yenyewe anakuja na magogo na nini, ni hivyo yani. Shukrani sana kwa mchango wako. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV, Global TV bado tuko mtaani katika maeneo haya ya TMJ barabara ya Kawawa na tunaendelea kukuripotia yale yote yanayojiri kufuatia mvua ambazo zinaendelea kunyesha katika maeneo haya. Jina langu mimi naitwa Kelvin Shaw. Nikukumbushe kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Usisahau pia kuwaambia ndugu zako jamaa na marafiki. Global TV wako mubashara na wanakuletea matukio live kabisa. Nyuma ya kamera big big respect to my big director, Amani Madebe. Tunaendelea kuletea matukio katika maeneo haya. Tunaenda kuzungumza pia na wakazi wa maeneo haya na watu wengine wote waliokuupu maeneo haya, tuweze kusikia mawili matatu kutoka kwao. Mheshimiwa, jina lako tafadhali. Eh, mimi ni ndogo Joseph Fontan John. Kwa mubashara kupitia Global TV online, una kipi cha kuzungumza kutokana na mvua ambazo zinanyesha? Nikikuangalia miguuni kabisa, unaonekana ni mmoja kati ya wahanga na waathiriwa wa mvua hizi. Eh, la kuzungumza kwa kweli, kukwale... Yaani ni mvua ni hatari sana ama maeneo ya kwetu kuanzia maeneo ya Mayfair kuja Henken kwenda kwa mwalimu. Ningeomba serikali ifanyie chini juu. Yaani wa wawe na mipango ya kutufanyia mitaro mikubwa ya kwenda baharini kwa kweli ni hatari sana. Ni, ni hatari kabisa. Ni hatari kwa wale watoto wetu ambao wanaenda shule kwanza, leo ni, ni kazi ya kuwafuatilia watoto wetu, tunawafuatilia tumewapeleka na, yaani na kuwafuatilia na wakati ilibidi waende wao wenyewe, utamkuta mtu aa mtu, mtu, mtu anapeleka mtoto wake shuleni wa miaka 15, kwa sababu mvua kama ulivyoona mvua inaonekana kabisa mvua. Eh, ni hatari sana. Mimi ningeomba hiyo serikali fanye chini juu, iwe na mitalo mikubwa ya kuyapeleka maji baharini. Ndio hilo tu basi, mambo zangu makubwa, kwa sababu ni hatari sana, ni majanga eh. Shukrani sana. Unafikiri katika kufanya hizo njia, inasemekana kwamba katika maeneo haya kuna mtu ambao unaleta maji huko katikati na sijajua kama una taarifa za mto huo mdogo mdogo hivi katika maeneo haya ya jirani na hospitali hii ya TMJ barabara hii hii ya Kawawa. Ah, ni mto mdogo mdogo kwa kweli mimi ninaujua hasa ni huu unauona huo. Huu unatoka ni mbali sana kule juu chuo kikuu. Huu ndio unapeleka maji moja kwa moja baharini. Alafu ni mdogo kabisa mdogo kabisa mbaye ule nafikiri unatoka ni Uswelini tu uko jirani na TMJ kama unaenda Mayfair huko jirani pale ule ni mdogo sana nafikiri ule, na ule hatuwezi tukauzungumzia sana, kwa sababu ile ni mdogo mno. Lakini hasa kabisa mto ninaujua mimi ni hasa kabisa ni huu mkubwa e, ambaye unaleta maji kutoka kule juu kupeleka baharini. Lakini hata hivyo huu hautoshi, kwa sababu kuna matakataka matakataka, kuna takataka zimejaa kabisa yani, maji kidogo tu afu maji yanazidi kuja, kuja juu zaafu na kuzidi kusamba zaidi kwenye, kwenye makazi ya watu Hautoshi, unatosha kwa ukubwa wake, lakini ungekuwa unafukuliwa na vyombo mkubwa sana unatosha huo, lakini kutokana na watu wanaangalia tu, serikali inaangalia macho huo, mtu hautoshi. Mimi nasema hautoshi, ungekuwa kama waangalie mazo wanafanyia vitendo unatosha, lakini hautoshi kwa sababu wanaangalia macho tu. Hakuna mkubwa, hakuna mtu zaidi mdogo, karibu na atimjwe. Mimi naona ni huu tu zaidi. E, mwingine labda kama unaenda ma shoppers. E, de, kuna daraja pale dogo pale na ule pale umejaa mchanga sana hata ukisema pale, pale. Kwanza ule, hautamani, bora hata, hata sio ule, ule sio, mtalule umekufa, mimi sema umekufa. Shukrani sana kwa mchango wako. Jina lako kwa mara nyingine, tafadhali e. Kwa mara nyingine mi naitwa ndugu Joseph Anton John. Sawa sawa, kutoka kwake ndugu Joseph Anthony John, mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV, ambaye yeye wazo lake na hofu yake kubwa kutokana na mvua hizi ambazo zinaendelea kunyesha ni kuhusiana na watoto kuwapeleka shule, ili kuweza kujali na kuhakikisha kwamba uhai wao na usalama wao unakuwa vizuri kabisa. Ombi hili lake na imani limefika katika sehemu husika na litafanyiwa kazi. Nikukumbushe tu, bado tupo katika barabara ya Kawawa, jirani kabisa na hospitali ya TMJ Mikocheni. Kama ulikuwa hauja subscribe, subscribe sasa, ili usipitwe na habari na matukio kama haya popote pale yanapotokea katika kona ya dunia. Global TV tukiwa mubashara, tutaendelea kukubalisha matukio mengi zaidi ambayo yataendelea kujiri kufuatia mvua hizi. Madam, habari safi. Global TV tukiwa mubashara katika maeneo haya, tunazungumza na wakazi wa maeneo haya, Mikocheni. Na unaonekana ni mmoja kati ya watu ambao kwa namna moja au nyingine, mvua siwezi kusema imekuathiri, ila tu imekufanya ukapo ka, katika muonekano ambao unaonekana nao, mwamvuli chini, gunboot, na vitu vingine kama hivyo. Unazungumziaje hizi mvua ambazo zinaendelea kunyesha katika maeneo haya na mazingira tulionayo kwa sasa, sasa hivi zimekuathiri ku, zime, au kipi ambacho unakiona kinachoendelea? Mvua kwa kweli zimetuathiri sana. Ukiangalia yaani, waliotengeneza hii barabara kuanzia kule kuja mpaka huku nakuta yale maji wamefukuza, kwa hiyo yale maji yote yanakuja mpaka huku, yanapitia huku yanajaa huku, kote kumejaa, sehemu maofisini kule kote kumejaa, ni maji matupu. Jina lako tafadhali? Naitwa Paulina. Paulina, tukizungumzia mwonekano wako wa chini sasa hivi hivi ni, ni katika mazingira gani, na labda imekuzuia au imekusaidia au imekufanya kufanya, kufanya kitu gani mpaka ukawa hivi? Ah, labda tuseme Unavyoniona ni kwa ajili ya mvua ndo maana unaniona niko kwenye muonekano huu. Lakini nina wazo nina, kama naongea na daktari bila shaka. Hapana, sio daktari. Sababu watu wengi kuvaa hivi ni kuonekana kwa, kujisitiri kwamba haya maji yasiweze kukuathiri kwa sababu maji yanabeba taka nyingi nyingi. Unazungumziaje watu wengine ambao wanakuwa wanatembea katika maeneo wa haya wapo peku, wamevua viatu, unalizungumziaje swala hilo? Yaani washauri na wenyewe wafanye kitu kama hiki, unaweza ukavua gambuti ukipata mvua ya ghafla ghafla kama hii, ila sema wengi tunakuwa hatujajiandaa. Lakini ni vizuri mtu unanunua unakaa navyo ndani, ukitokea hali ya hewa imebadilika, na wewe unakuwa huko tayari kukaribiana na hali ya hewa jinsi ilivyo. Kuna una mtoto ambaye anaenda shule asubuhi, ndio? Hili lipoje katika kuwapeleka shule? Wanakuja wanapitiwa tu na kupelekwa na usafiri maalum, na wenyewe wanapata tatizo, kwa sababu najua kipindi hiki magonjwa yanakuwa ni mengi. Kwa hiyo watoto wanaweza wakapata magonjwa mbalimbali kutokana na hali ya hewa jinsi ilivyo. Shukrani sana kwa mchango wako mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV kutoka kwake, ni mwite Madam Paulina, ambaye yeye amegundua tatizo lingine kutokana na mvua hizi ambazo zinaendelea kunyesha, hususani kwa watoto wadogo, wa kwamba mvua zinavyoendelea kunyesha, kunaweza kukawa kuna madhara na matatizo mengine, yanaweza kupelekea magonjwa, hivyo basi ni Kitendo tu cha kujihadhari. Bado tuko katika maeneo haya na tutaendelea kukuhabarisha kila kinachoendelea, ni barabara ya Kawawa jirani na TMJ Mikocheni. Zaidi ni watakiwa, wakati mwema, tutarejea baada ya muda mfupi. Endelea kuitazama na kuifuatilia Global TV, usiende mbali. mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV nakutana na, na vijana bado katika maeneo haya. jina lako nani tafadhali? Ebwana, mi naitwa James Ndemanga nafanya kazi Dairyland Ice Cream. nilikuwa natoka ofisini naelekea kwenye mizunguko yangu ya kuchukua oda, lakini nimpata emergency kidogo hapa, nilikuwa nimeingia kwenye maji, kwa hiyo mpaka saa hizi naangaika pikipiki yangu haijawaka kwa hiyo nafanya kila jitihada na wenzangu na wazao wananisaidia kidogo kidogo. Mungu yuko pamoja mimi, na mimi atanisaidia, na itaendelea kuwaka na nitaendelea na kazi yangu vizuri tukizungumzia mvua ambazo zinaendelea kunyesha zimekuwa zikileta athari kubwa katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Wewe kwako kwa ni kwa upande wa pikipiki tu au athari zingine unazizungumziaje? Mimi athari kwangu, mimi nasema kwenye pikipiki na pia athari ambazo nakutana nazo za mitaani. Mfano kama hivi leo, nachelewa kufanya kazi kwa sababu pikipiki yangu imezama kwenye maji, kwa hiyo imenisababisha hata mimi pia nisifanye kazi zangu vizuri kwa siku ya leo. Pikipiki yako imezama kwenye maji katika maeneo gani? Katika maeneo hapa nilipo hapa Mikocheni Kucheni hapa jirani na TMJ. Ya, ni hapa hapa. Ni hili bonde Mbapa la hapa ndo ambapo nilikuwa nimezama. Ambapo maji kwa sasa sasa hivi kama yanapungua. Maji kwa sasa hivi nadhani yanapungua, hata pikipiki yangu ikiwaka naweza no nikakatiza, lakini kwa mwanzo jinsi ilivyokawa hata pikipiki yangu ingewaka kupita hapo. Nisingeweza. Kiongozi wa serikali ya mtaa kipi ambacho ungekifanya katika maeneo haya? Ningekuwa kiongozi wa serikali ya mtaa nadhani ningewashauri ngazi za juu watusaidie kutanua mitaro. Mm. Shukrani sana kwa maoni yako mtazamaji, na ufuatiliaji wa Global TV. Hapa namwona pia brother mwingine ambaye naye anaonekana kwa namna moja au nyingine ametembea sana kwenye haya ya maji ambayo umeyaona. jina lako nani? Naitwa Winiraki Liviga. kazi gani? Kazi yangu mimi ni fundi fundi baiskeli. Imvu ambayo inaendelea kunyesha kwa namna moja au nyingine imekugusaje ukiwa kama, kama, kama fundi ukiwa kama mkazi wa maeneo haya? Ani, mimi kero yangu kubwa sana naomba serikali yetu itutanue mfereji. Mfereji unatusababishia maji papote po yajae, kutokana na huu mfereji. Si ungekuwepo mfereji ungetanuka mfereji ungekuwepo mkubwa huu hapa, endapo hata maji hapa singejaa. Nini kero kubwa sana? Ni mfereji huu hapa, inasababisha maji yote hapa hapa yamwage. Mfereji unaitwaje huu hapa? Hapa ni Fedha, mfereji wa Fedha, barabara ya Mwai Kibaki Mwai Kibaki na yake na yake ya Kawe. Barabara ya Mwai Kibaki inayoelekea Kawe jirani na hospitali ya TMJ mfereji huu KFC, KFC. Sawa sawa. Kitu kingine cha kuzungumzia u... labda kama ungepata nafasi ya kushiriki au kuzungumza katika maeneo mengine ambapo kumekuwa na, na watu ambao wamejenga katika maeneo ya mabonde na wakati huu mvua zinaendelea kunyesha, mafuriko ni mengi. Kipi ambacho ningewaambia vijana wenzako ambao wamejenga na wanaishi katika maeneo hatarishi hatarishi? Mapema asubuhi tumetoka maeneo ya Kigogo kule, tumekuta kuna baadhi ya nyumba ambazo zipo katikati ya maeneo ambayo ni hatarishi, yana mafuriko, yana maji, lakini wakati ule maji kidogo yalikuwa yametulia. Kipi ambacho ungeweza kuambia, kwa kweli na, chukini, na mimi nacho mi kiona mimi kwa mtazama wangu mimi hapa, serikali ingewapenda kuhamisha watu mabondeni, ingehamisha kwenye sehemu tu nzuri na watu wa maji. Shukrani sana, swali lingine la nyongeza, wakati mwingine serikali inawahamisha watu kutoka mabondeni na kuwapeleka sehemu lakini, watu vijana hao hao ambao ndio sisi tunakuwa tunalalamika kwamba serikali imetuonea serikali imetukurupusha, wakati mwingine na taarifa zinakuwa zimetolewa rasmi, una kipi cha kuambia vijana wa aina hiyo? Lazima tuisikize siki, serikali kama, kama kitu kinachotongoza sisi wananchi wake. Shukrani sana kwa maoni yako mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV. Mbele huku, tunakwenda kuzungumza na wakazi wengine wa maeneo haya ambao nao wameathirika na mvua hizi ambazo zinaendelea kunyesha. Ni jirani na TMJ Hospitali, kutokea maeneo haya ya Mikocheni. Nikukumbushe kusubscribe kama ulikuwa bado hauja subscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.

Watazamaji wa Global TV tunakwenda kuzungumza na, na wakazi wengine wa maeneo haya ambao kwa namna moja au nyingine wameathirika na mvua hizi ambazo zinaendelea kunyesha ndani ya jiji la Dar es Salaam. <tipa> Mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV, tumefika katika maeneo mengine haya ambapo kuna mamalishe watajitambulisha kwa majina yao na kwa ufupi pia watazungumza. Mama, jina lako tafadhali? Rosalia William, upo mubashara kupitia YouTube channel namba moja inayoongoza kumfikia mwananchi kwa habari na matukio zaidi, Global TV una kipi cha kuzungumzia kuhusiana na mvua hizi ambazo zinaendelea kunyesha, ukizingatia kwamba katika maeneo haya tumekuja na katika kufika kumekuwa kuna tatizo fulani hivi la kiusafiri au kuweza kutembea na mvua na matope mengi ambayo yamekuwa yakiendelea, na ukizingatia pia tunaambiwa kwamba hii mvua na ya maji yamepungua tofauti na mwanzo ilivyokuwa, kwa sababu kuna mikondo ya bahari imefungwa, ndio maana maji matatizo yanaingia mpaka mitaani. Tunapozungumzia mikondo ya bahari ambayo imefungwa, unaweza ukawa na majina ya labda kuna mtaro fulani katika maeneo fulani kuingia sehemu fulani, si mikondo ya bahari iliyokuwa imepita miaka ya nyuma kabisa ndio imefungwa, ndio maana maji yanatiririka na kuja huku mitaani. Hizi mvua zinazoendelea kunyesha na maji kutiririka kuja mitaani, kwa namna moja au nyingine, katika biashara yako zimekuathiri zime vipi? Zimeniathiri kama hivi, kama hivi, kama hivi, tutakatupike tumeshindwa. Hali imekuwa mbaya, vitu vimebaki tunarudi nyumbani saa hizi tukizungumzia mazingira ya kutoka nyumbani kuja kazini, au kutoka kazini kwenda nyumbani, unayazungumziaje? ukizingatia hali yenyewe ndio kama inavyoonekana, ndio kama hivyo, kama mlivyoona nanywe waandishi habari, ndio kama hivyo, tumeathirika. Miguuni unaonekana hauna viatu nanga na mbili tu miguuni mvua ambazo zinaendelea kunyesha na mikondo ya bahari ambayo imefungwa na maji ambayo yanatiririka na kusambaa katika mitaa yanakuwa yamebeba takataka nyingi. Wewe hili lipoje kwa upande wako kuhakikisha kwamba unakuwa salama katika afya yako, katika kujilinda unavyotembea na miguu hii kwenye maji? Ndio kama hivyo, kwa sababu ametukuta ghafla, ndio mambo yametokea. Ndio basi tena. Ok, nikushukuru kwa namna moja au nyingine, nikupe pole pia. Haya, asante mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV. Pia tutazungumza na mmoja wa wahudumu wa katika maeneo haya, pia utamsikia, atatuambia jina lake na kusikia mawili matatu kutoka kwake. Hey, <laughs> jina lako tafadhali? Amina. unafurahi sana? yeah, nafurahi, nafurahia. Unafurahia kitu gani? kama hivi tunaogelea. Bichu, so mpaka uende baharini mpaka nyumbani. Jina lako nani tafadhali? Naitwa Amina Hassani. Unaizungumziaje hali ilivyo kwa sasa hivi katika maeneo ukilinganisha na biashara ambayo unaifanya? Hali ni mbaya. Lakini unafurahia kuogelea. Kwa hiyo utafanyaje? Lazima ufurahie ulichopo na Mwenyezi Mungu. Ha. Tukizungumzia mwenendo mzima wa biashara sasa hivi pamoja na hali kuwa mbaya, kipi ambacho umejipanga au umejiandaa kuhakikisha kwamba kwa namna kwa moja au nyingine, basi mazingira na hali hii utaendelea ku maintain na kufanya biashara katika hata mazingira mengine pia, kama umejipanga. Mazingira ni kama haya. Kwa hiyo hata kujiandaa tena, magorofa yenyewe maji yanaingia ndani, kwa hiyo utajiandaa vipi maji yanaingia ndani, ukihama. okay, eneo la kufanya biashara inategemea na ambako unakohamia, unaweza kuhama hapo kama sehemu nyingine na kwa maji vile vile. Umejipangaje? Hamna kujipanga hapa, kazi kazi tu. Shukrani. Maji tunaogelea tu. Shukrani sana kwa mchango wako. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV. Hatuna la ziada kutoka maeneo haya ya jirani kabisa na TMJ Mikocheni lakini zaidi pia tumeshakuletea kile ambacho kilikuwa kikiendelea katika maeneo haya kulingana na mvua ambazo zimekuwa zikiendelea kunyesha na bado zinaendelea kunyesha ndani ya jiji letu la Dar es Salaam. Katika maeneo mbalimbali, tumewasikia wakazi mbalimbali wakizungumzia yale yote ambayo wamekuwa wakikumbana nayo, na kila kitu, kero pamoja na athari, pamoja na njia zipi ambazo zinaweza kutumika kurahisisha au kupunguza adha pamoja na usumbufu ambao wanakutana nao wakazi hao. Sina la ziada, mtazamaji na wafuatiliaji wa Global TV, nikukumbushe kwa mara nyingine tena kwa msisitizo zaidi. Usisahau kusubscribe chini ya video hii, kuna sehemu imeandikwa subscribe, bofia hapo ili tuwe pamoja na uwe umejiunga na familia ya kidijitali kutokea jumba la habari Global Publishers, na kila siku uwe ukipata habari na matukio na update zote zile ambazo unastahili kuzipata zaidi. Pia nikukumbushe, kwenye mitandao ya kijamii Facebook pamoja na Instagram ni Global Publishers, usiache kutufollow upande wa Twitter ni at Global Habari. Pia ukiungana nasi utaweza kuzipata habari zote na updates zote punde tu zinapotokea. Jina langu mimi naitwa Kelvin Shah. Ayo kwenye mitandao ya kijamii unaweza kanikuta kwa jina hilo nyuma ya kamera. Much respect and big thanks kwa my big director Amani Madebe ambaye anawawezesha wewe kupata vitu hivi na habari hizi zote kwa ukamilifu na punde tu zinapotokea. Zaidi ni watakia wakati mwema, endeleeni kuenjoy kuitazama na kuifuatilia Global TV. Bye bye.